Wanaalika watu kwa, kwa mwenekano wa mtu lakini mdogo wangu kawaita watu wote, hatu hatujabagua mtu. Nadhani mnajua wanahabari, kila mtu kafika hapa na nje mewakuta watu kibao na watu wataingia kwa sababu mdogo wangu kaamua kufanya fursa, kaamua kutoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu. Siye kama yeye ni peke yake yupo duniani, kuna watu wana mara mbili yeye, lakini hawana ule moyo. Ujue kutoa ni moyo. Wanahabari, nadhani mnajua huu ni moyo mkubwa aliofanya mdogo wangu Diamond dunia nzima imetambua, dunia nzima imejua ujio wa leo. Kwa hiyo ni sadaka Mwenyezi Mungu Mtume swala wao leo asala, tunashukuru ni fursa. Wapo watu wasanii wakubwa kama yeye, lakini bado hawana moyo huo, sawa. Lakini wote mjifunze kupitia Diamond. Huu ni moyo. Jamani, acheni masifa, mna masifa magari mazuri, hatuoni sadaka zenu. Kwa hiyo ni waongo, mnafeki maisha. mdogo wangu kweli kajionyesha, kama yeye ni brandi na yeye bilionea, na hakuna mwanamuziki mkubwa mwenye hela duniani ni yeye peke yake, hapa kwetu Afrika, Tanzania. Wengine mnafata nyuma. Bisha wewe, kichogo unaniangalia. Watasema haya Dotto leo kwa ajili ya iftar unasema haya. Kila siku naongeaga tu, kwa sababu ni mtandaoni. Lakini Diamond yuko juu na hakuna anaomweza na hajazaliwa. Naongea mimi hapa, he Hakuna wewe mwenyewe unajua, Diamond ana nguvu. Yale mengine tunaongeaga mtandaoni kuchukua maokoto, nadhani unajua wewe mwenyewe. Unanizungukiaga brother naomba nauli na, na unanisema kila siku na kichwa chako kama upanga. Kwao wadogo zangu, hii ni fursa, tuna fly nyewe wenyewe na bailo, mtafly, mtakula, mtaenjoy, mtapata, mta mta connection, mtajua umbea wa watu, nani kaja bila kualikwa, lakini hao siataki sio mtu yote <laughs> aje bado <laughs> unaendelea kumleta mjini eh, mimi ndio kila kitu, huyu mwaliko ni jina langu, huyu Mungu kampa uongo tu wakujenga majumba yake ya wiki mbili kwenye viwanja vya maji leo. Kama kaita gaibu changamka wewe. Hii e, e, ndio fursa. akia siku kunauza magari, anaka sa kumi nabili unauza chai leo. Uko na mwanahabari hawa, ndo wanakuheshimisha na uwapeleke nyumba zako tu. Kila siku hatujui unalala wapi, tubadilishe kimaisha. Hata huyu anaweza akapost uani sikapanga huyu Mbezi. Asangile siku picha zake anaonyesha nyumba uani tu ndani hatumuoni. Wewe sasa kuonyesha kwake hata akirudi kwenye Iftar ya Diamond, jioni kesho asubuhi anaposti huko uani. Gari lake moja. Sasa ndio nini? Wapostie watu mazingira ya nyumba. Wewe ni mjenzi, msimamizi au ni mlindaji maeneo? Na ndio rafiki yake mkubwa nashamganaa toka zamani sana eh. Nasibu sina urafiki naye sana lakini, na yeah. Mchawi aongea sana, msikie sauti yake. Wanahabari toa sauti, wanalipwa na serikali toa sauti. Hizi kamera hizi nini mike zinafuta vizuri, sio kama wewe eh, mpaka sauti taisha. Mimi nikiongea basi sitadondoka eh. Mimi sina tumbo kama lako, kwa hiyo mimi napenda aamka. Binadamu kumbe, tuko na nyoka na habari vichwa vikakuumeni, baadaye napenda <laughs> <laughs> lakini hapa na washikaji wengi kwa namna kama familia nimepokea, kama taasisi, nawashukuru sana. Jambo alilofanya ni kitu kizuri, kualika watu waje. Kufutari unapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu, lakini tusio thawabu e, unarudisha katika jamii, na wewe kumbe unajali hata watu wengine yeah. Okay, ah, watu waliniambiaga nimefilisika, maisha magumu, kumbe ninazo soge okay. Watu wakajua mimi labda nimefilisika. Nani naumwa jasho? afya hii, wewe hapa situko Masaki, wewe na afya ya mtu. Mungu akupe vyote wadogo zangu. Unaweza ukapewa yeah, yeah. Maskini lakini ukapewa ufalme wa afya. Sasa wewe angalia hapa nani anatiririka jasho. Alafu angalia nani jasho limemkauka. Yeah. Wa ana mafuta, ana, yani, ana vitamini mwilini yeah, yeah. Nyie mnajua. Labda nikwambieni siri moja ya kimaisha, msikimbilie utajiri. Wewe kimbilia maisha, maisha yako. Ujue siku zote maisha mazuri ni ya kwako. Unamwona huyu, watu wengi wanaambia tajiri Dotto, naye mbona ujengi? Umepanga, tunaambia nyamu ya juu. Nyinyi nyamu ya juu ya chini ya kapeti, ye mwenye ana la chini angalau anakuonesha ni anajenga. Mimi atanipaje nyumba ni lali nabia, kama ye mwenye ana la chini anambia kunyili hili kumi na msho kabisa, labda natamani yeye pia mviturishi hilo, ndo loliacha mdogo wangu, mwana habari unaakili. Kiondoka tu angalie nauli wewe. Haya, jibu lako hilo, mimi sijiwekeage utajiri maisha yangu yanajulikana. Matuta wewe ndo unajifanga tajiri, una nyumba unajenga. Haya, wajibu wana habari. E bwana, swala zuri mdogo wangu, unaakili. E, a e, sisi tuna utaratibu pale. Sisi tokea Ramadhani ya kwanza mpaka ya thalathini au ishirini na tisa kila siku tunafuturisha pale na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuna watu zaidi ya hamsini sitini kila siku wanafuturu kwa hiyo e, sisi kufuturu ni kawaida yetu tuna ngoja sana, sana, nikwambie, <laughs> watu wanatakaje? hawataki kufuturu kimya kimya. Unjue siku zote unaotoa sadaka lazima watu wajue, ndio Waswahili tulivozoea. Kwa hiyo futari yakwei ni ya kimya, watu wanaishtuka, waite watu kama hivi kwenye jamii kwenye media. Usimwambie mtu kila siku kila siku kwaniu kwkeali